Au ushirikiano wa kimataifa kwa upande wa Zanzibar limezingatiwa ipasavyo. Kubwa zaidi ni kwamba katika mabadiliko ya dunia hii, nchi sasa inaangazia fursa za vijana ndani na nje ya nchi. Sasa, baada ya kusema hayo na kufanya mapitio yaliyomo katika sera, sasa nijielekeze kwenye maelekezo mahsusi kwa wizara na wadau wa sera hii ya nje. Uh, la kwanza, baada ya kuandaa mkakati wa utekelezaji wa sera hii na kukamilisha mwongozo wa utekelezaji wa diplomasia ya uchumi utakaotafsiri sera hii, hatua inayofuata sasa ni watake mwendelee na utoaji wa mafunzo ya elimu au kutoa elimu ya sera hii kwa taasisi za umma kuhusu maudhui ya sera na namna yanavyogusa majukumu yao ya kila siku. Na hapa nimeona timu kubwa tu ya mabalozi wastaafu, lakini wamestaafu bado wana nguvu, wanaweza wakatumika kwenye kazi hii, mkawapangia kazi maalum ya kukaa na sekta mbalimbali mbali. Sababu wizara mko bizi sana wao wakaipitia vizuri sera hii, na wakakaa na sekta mbalimbali, kuwaeleza majukumu yao kuendana na sera hii na, na zaidi kupitia ule mkakati na kuutafsiri kisekta kwa kila sekta inayohusika. Lakini waheshimiwa mabalozi wetu wanao um, tuwakilisha kule nje wahakikishe wanaisoma na kuielewa na kuanza kutangaza mabadiliko haya chanya ya sera yetu. Kumbukeni, sera hii inatutaka kuwa na diplomasia inayowahusisha wananchi kwa kupata taarifa za utekelezaji wa kazi zenu. Pia jambo jingine, kwa kuwa utekelezaji wa sera hii uh, sio jukumu pekee au sio jukumu la Wizara ya Mambo ya Nje peke yake, bali wizara hiyo ni mratibu na msimamizi mkuu naziagiza wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhakikisha mnajumuisha malengo na mikakati ya sera hii katika mipango mikakati yenu na kuanza utekelezaji wake mara mwongozo utakapotolewa. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema,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 Kwa watanzania wanaoishi nje na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora, kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi, badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vile vile, tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi kufanya uwekezaji hapa nchini. Kwa wananchi kwa ujumla, na hasa vijana wa Kitanzania, niwasihi kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na kutanuka kwa uwekezaji na biashara zinazoendelea nchini.